Mwanasiasa wa Kenya na kiongozi wa chama cha People Liberation Party PLP, Martha Karua ameeleza kushangazwa na hatua ya mahakama nchini Tanzania kuendesha kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, kwa njia ya mtandao licha ya uzito wa makosa yanayomkabili. Karua ambaye alihudhuria kesi hiyo jana, amezitaka nchi za Afrika Mashariki kuzingatia mfumo wa kisheria na kusimamia haki za binadamu. Mwenzangu Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa Dar es Salaam. Martha Karua, mwanasiasa mkongwe kutoka Kenya, alionekana kortini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam jana, ambapo kesi ya Tundu Lisu ilipangwa kusikilizwa na baadaye ilisikilizwa kwa njia ya mtandao. Wakili huyo ambaye pia amewahi kuwa waziri kwa nyakati tofauti katika serikali ya Kenya amesema amekuja Tanzania kama mwanasiasa, kama mwanasheria na kama mwanajumuia ya Afrika ya Mashariki, huku akisisitiza serikali ya CCM ifungue milango ya mazungumzo kati yake na Chadema. Nchi zetu zote zizingatie mfumo wa kisheria, zisimamie haki zetu za kibinadamu na sababu tunajua Tanzania iko na uchaguzi mwezi wa kumi. Inaonekana serikali ya CCM inataka kutaabisha Tundu Lissu, ndivyo waondoe upinzani na waweze kuvuka bila kupingwa. Akiwa mahakamani hapo, Karua aliambatana na mwakilishi wa chama cha wanasheria Afrika ya Mashariki, mwakilishi wa shirika la Amnesty International na wanasiasa kutoka Kenya, lakini anasema walikumbana na kadhia ya polisi kupiga watu, hivyo baadhi ya wawakilishi hao wakaondoka mahakamani. Kesi hiyo ya uhaini na uchochezi inayomkabili Tundu Antipas Lissu ilifanyika kwa njia ya mtandao huku kukiwa na vuta nkuvute kati ya polisi na baadhi ya wafuasi na viongozi wa Chadema. Jeshi la polisi katika taarifa yake limesema lililazimika kuwakamata na kuwahoji baadhi ya viongozi wa Chadema ili kulinda usalama mahakamani hapo. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema jeshi la polisi lililazimika kuwazuia na kwenda kuwahoji baadhi ya watuhumiwa katika matishio ya swala la usalama katika mahakama ile. Wakili Dr. Nshala, mawakili wa Chadema, Dkt. Lugemeleza Nshala akiliwakilisha jopo la mawakili wanaomtetea Tundu Lissu amesema mteja wao hayaogopi mashtaka yanayomkabili na hivyo anataka shauri lake liwe wazi ili aweze kujitetea hadharani. na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kikanuni au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake ambayo analinda haki za binadamu na wanadamu na jinsi ambavyo zimekiukwa. Hakimu mkazi mwandamizi anayesimamia kesi hiyo Geoffrey Mhini aliairisha kesi hizo mbili, ambapo kesi ya uhaini dhidi ya Lissu itasikilizwa Mei sita na kesi ya uchochezi itasikilizwa Aprili ishirini na nane mwaka huu, zote kwa njia ya mtandao. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.